Na bismillahir rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Hii ni Al Azhar TV Tanzania ikirusha mahojiano haya kutoka katika moja ya viwanja tukufu kuwahi kutokea katika uh, ardhi hii ya kawaida na lakuwa mbele yetu ni Sayyid Saadati Sayyid Habsh, lakini mimi kwa nafasi yangu kama mwalimu wangu, kama shekhe wangu, na kama kiongozi wangu, siwezi kumtambulisha eh, kwa majina yake yote. Kwa idhini yake, natumai atajitambulisha kwa wapenzi wanaofuatilia TV hii ya Al Azhari TV Tanzania. Said Habshi, wasiokujua wewe ni nani? Bismillah wa salatu wassalamu wa ala rasulillah wa, ala alihi wa, ashabihi wa man wala amma ba'd Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Wa alaikum salam. kwa jina naitwa Ustadh Abdulrahman bin Sheikh bin Abdulrahman Alhabshy ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa taasisi ya Zanzibar Hajj Travel Agency. Masha Allah. ambao wanaleta mahujaji katika nchi hii ya Saudia na ni mmoja kati ya viongozi wa kusimamia mahujaji katika masala ya ibadati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tumefika hapa na ninashukuru kuwepo kwa Al Azhar TV online kupata maneno mawili matatu kutoka kwangu. Mashallah, Sayid Habshi, barakallahu fikum, Allah akuhifadhi na kuweke kwa ajili ya sio tu Zanzibar Haji, bali Waislamu wote wa Tanzania, Afrika Mashariki na hata ulimwenguni kwa aina yake. Sayid Habshi, leo tupo uh, mwezi tisa, mfungo tatu, ni siku miongoni mwa siku muhimu sana kwa sababu ibada kubwa ya haji ambayo ni moja ya nguzo za Uislamu kukamilika kwa tukio hili la Arafa. Na wewe na wafuasi wako ni miongoni mwa watu waliobahatika kufika hapa. Unaelezeaje siku hii na bahati hii ya kipekee kutoka kwa Subhana wa Taala kwako? Alhamdulillah, kwanza kabisa tunapenda kuchukua nafasi hii fursa hii kuwashukuru wale muasasa ambao wanatusimamia katika usafiri. Alhamdulillah walituchukua kutoka katika viwanja vya Mina kwa wakati na wakatuleta katika kiwanja hichi cha Arafa kwa wakati. Na alhamdulillah tumefika mapema sana, lakini mambo ya ibada yalianza baada ya salati dhuhuri pamoja na alasiri kusaliwa. Baada ya hapo, mahujaji wote waliokuwa katika mahema hayo ya Tanzania wakaanza katika jambo muhimu, jambo kubwa ambalo limewaleta katika viwanja hivi vya Arafa, katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyojiproud au anavyojisifu kwa malaika wake katika siku hii ya Arafa, basi na mahujaji alhamdulillah kutoka katika pande zote za dunia wamefika katika viwanja hivi, na bila shaka wameitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wamefuata maamrisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wametekeleza ibada yao hapa kwa ukamilifu kama ilivyo adaan sahiha katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiombea wao wenyewe kuwaombea na Waislamu wenzao katika nchi mbalimbali wa nyumbani masha, masha. Na vilevile hawakusahau kuliombea taifa lao la Tanzania katika siku hii, kutokana na hali iliyoko mbele yetu katika uchaguzi, na hawakuwa nyuma katika kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Mwinyi katika viwanja hivi pamoja na watu wote ambao kwamba wanatuongoza kule Zanzibar. Mashaallah. Na Tanzania ha, kwa ujumla Hafidhakallahu. Amin. E, nikiwa nimefahamu vyema katika maelezo yako unakusudia kama Mama Dr. Sabia Suluh Hassani na Dr. Husaini uh, raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mitano tena au nimekufahamu vibaya. Naam, Mwenyezi Mungu insha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kujua kama mitano tena au itakuwa si mitano tena. Mashaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nilipata kupitia katika moja ya mitandao nikakuta, iko sehemu kama ni maneno ya mama mwenyewe au walimnukuu watu akisema kwamba ni bahati ya kipekee Tanzania mara hii tumepata kuwa tunakwenda katika tukio kubwa la kitaifa miezi michache baada ya ibada ya haji na tukio hilo tayari Asaid Habshi ushalitaja kuwa ni uchaguzi. Kumekuwa na challenges changamoto katika miaka iliyopita ya baadhi ya watu kupoteza maisha au sengine kuwa na vilema vya kudumu kwa sababu ya uchaguzi, lakini mara hii matarajio ya Dr. Samia Suluhu Hassani na mwenzake dka Dr. Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kwamba hata sisimizi hatukufa kwa sababu ya fursa hii ya ibada ya haji. E, mbele kidogo tunakuja kuingia katika uchaguzi. Hili linathibitikaje kupitika kwa kwa Said? Wallahi, imani ya mtu na mazingatio yake ndio yanayojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa nia zao zilizokuwa safi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataipitisha nchi yetu katika jambo hili kwa salama na amani. Hivyo ndivyo tunavyoomba insha allah bin nawaya Alibad hajun mabrurun wa dhambun maghfurun. Alikuwa katika screen hii hey, Sayid Habshi, moja ya viongozi wa ndamizi katika ibada za haji kutoka uh, katika jamhuri ya muungano wa Tanzania upande wa visiwani. Shukran sana Sayid Habshi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.